Africa alitoa mwanga kwa wanafunzi chuo kikuu cha Iringa na katika michezo na burudani, timu ya Serengeti imebuka na ushindi wa seti mbili kwa sifuri dhidi ya timu ya chuo kikuu cha Iringa kwa upande wa mpira wao. Habari, ni mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Taarifa hii ya habari unaweza ukaipata katika YouTube channel pamoja na Instagram Ati, UoI Digital. Mratibu wa BioCosmos ya Afrika Dr. Richard Yochen ameeleza kuwa licha ya mitazamo ya zamani inayotokana na nadharia za mageuzi, ni muhimu kwa vijana wa Afrika kuangalia nadharia mpya za kisayansi zinazozungumzia intelligence design, na ushahidi unaoonyesha kuwa maisha hayakuja kwa bahati nasibu bali kwa kusudi maalum. Mwanahabari wetu Jacqueline Mwakabwenda ana undani wa taarifa hii. Kwa wa ndugu kukaribisha wadaos katika chuo e cha Iringa kwa sababu, uh, kwa kwa sababu sababu tumeona mafundisho yatakuwa ni msaada mkubwa sana sana kwa wasomi ambao hizo waweze kuelewa kwamba watu tumefundishwa mara nyingi sana kwa sababu tummafundisho ya mbona nyani mwada hawabadiliki mpaka sasa. Kama kweli ni revolution na take place, ukweli ni kwamba kuna vitu fulani vilikuwa vimemiss katika uh, ulimwengu wa elimu na taaluma. Sasa tumefika mahali wataalamu tumekaa chini, tumeona sasa wataalamu wetu wameanza kutengeneza theory kama intelligent wataalam, uh, uh, intelligent, uh, intelligent design ambayo inakuja sasa na mabadiliko kuonesha kwamba kila kitu kije na sababu zinazothibitika, kwamba wanadamu na jua limeguka fulani watu wakaanza kuinuka tu, hapana, zinazothibitika kusema kwamba wanadamu mwanafunzi wa sheria kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mmoja wa washiriki wa mashindano ya uandishi wa insha ameeleza kufurahishwa na nafasi ya kuwa miongoni mwa washiriki kumi bora huku akiibuka nafasi ya kwanza. Mi nakumbuka pepa yangu niliandaa ni usiku wa jana, nikabida sahii. Nimeandaa mara ya kwanza, nikaona sio sahihi, nikaandaa ya pili, ikaona sio sahihi, mpaka nikafika ya saba, ndo nikaona hii nika nika inaweza nika kawa sahihi kwangu, kutokana na namda tofauti tofauti nimesoma <tutu> tiko nyingi, nimesoma vitabu vingi nikaenda pepa moja ambao nimepresent pale na imempelekea kwa mshini. Lakini wakati nasoma, kama nimesema mwanzo, nimegundua vitu vingi ambavyo personally vimenisaidia nioniyisha mawazo, lakini pia natamani kuwa chachu ya kuwabadilisha wengine. Naye mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika maendeleo ya jamii Mukunda Nerobert ametoa maoni yake juu ya kile alichojifunza kupitia utafiti kuhusu intelligence design wanafunza kwa kwenye tafiti sana, lazima ataleta mabara cha kwanza, ndazo watu watafunguka hakili sana sana. Kuingia kwenye makanisa nakuta mara nyingi kwenye makanisa naweza kutafuta kwa muda mrefu kuomba bila kufanya kazi, lakini kwa utafiti lazima watu watakuja pamoja. Na kuomba lazima tufanye kazi, hakuna kitu chaweza kupatikana from nasi. Uongozi wa kinamama kanisa la Tanzania Assemblies of God mtawa Mwangingo mkoani Iringa wameeleza namna walivyoipokea siku ya kinamama duniani kama serikali inavyoadhimisha kila mwaka Mei 11. Mwanahabari wetu Ruben Xavier anatujuza zaidi. UoI Digital imepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya kina mama katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Mwangingo mkoani Iringa ambao wametoa maoni yao na namna walivyoipokea siku hiyo. Pia, vizuri mimi kama mama au mwanamke nimepokea vizuri, kwa mwanamke ni, ni wa muhimu katika jamii inayotuzunguka. Pia Mungu ametupa upendeleo kama wanawake katika majukumu mengi ambayo tunafanya katika kuzitunza familia, pia kuwatunza waume zetu na kuitunza pia jamii inayotuzunguka. Amina. Kwa mimi nimeipokea vizuri kwa sababu ninaona kuwa hata sisi wanawake pia tumekumbukwa siku hii ya leo. Kwa hiyo ninashukuru kwa siku kuu hii. Tumepata nafasi ya kutembelea kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Evangelical Healing and Deliverance Church ikiwa ni kilele cha maadhimisho ya siku ya wamama duniani. Tumepata maoni mbalimbali mbali kutoka kwa kina mama ambao wameshiriki ibada ya leo. Katika kanisa hili zuri kabisa la Tanzania Assembly of God TAG, Mwangingo mkoani Iringa, nikiripoti kutoka hapa kanisa la Tanzania Assembly of God TAG, mimi ni Ruben Exavere, UOI Digital. Taarifa yake Ruben Exavery inatufamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za michezo na burudani tutakayotoa kwako na Beatus Emmanuel. Nikusi endelea kwa nasi Mchezo wa ufunguzi wa mpira wa wavu Chuo Kikuu cha Iringa umemalizika kwa mchezo wa kirafiki ambao umezikutanisha timu mwenyeji ambayo ni timu ya Chuo Kikuu cha Iringa dhidi ya timu ya Serengeti huku timu hiyo ikibuka na ushindi wa seti mbili kwa sifuri. Kwa upande wao, kocha na nahodha wa timu ya Chuo Kikuu cha Iringa wameweza kuonyesha kutokufurahishwa na matokeo waliyoyapata huku wakieleza changamoto ambayo imewafanya mpaka wanapoteza mchezo huo. Ndio huo, kwenye mchezo wao wa kirafiki huku kocha pamoja na nahodha wa timu hiyo wakitamba vilivyo baada ya ushindi huo huku wakieleza sababu ambayo imewafanya wanapata matokeo njema. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mungu ya ushindi huo ngora katika mpira wa voli ni mazoezi. Kufanya mazoezi kujituma na ushirikiano uwanjani. Lazima amini mpinzani, wewe eshimia mwenyezimungu. Tumeweza kucheza game, tumeanza gemutumeaaa tumemaliza seti zote mbili, tumeweza kuchukua kasabu nachezas, tumeweza kushinda game. Gemu ituko pamoja kwa muda mrefu na timu yetu yuko pamoja wachezaji uh, tutafanya mazoezi moja, unaweza kuleta urahisi kiasi gani wa kuweza kiasi kiasi gani kucheza na mwenzio. Yes, mchezo umetamatika katika uwanja wa voliboli hapa chuo kikuu cha Iringa, ilikuwa ni mchezo kati ya Serengeti dhidi ya timu ya chuo kikuu cha Iringa, ambapo timu ya Serengeti imeweza kuibuka na ushindi wa seti mbili kwa sifuri dhidi ya timu ya chuo kwa eh, upande wa mpira wavu, yani maarufu kama volleyball. Ulikuwa ni mchezo wa ufunguzi wa uwanja katika chuo kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka katika chuo kikuu cha Iringa uwanja wa wa basket, uwanja wa volleyball. Mimi ni Beatrice si Imana wa UoI Digital. Mtazamaji wa yeah. Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msemo wetu wa leo unaoletwa kwako na asili ya kombe. So, tunaendelea kujifunza lugha yetu ya Kiswahili kupitia misamiati mbalimbali na leo ni Jumatatu tu na wiki letu ndo linaanza na leo tumekuandalia msamiati kala. Mtazamaji wa UoI Digital, hushowai kukutana na huu msamiati au ulisikia? Je, ulielewa? Twende tukajifunze. Kwa baadhi ya watu wao watakuwa na uelewa gani? Na je kama hawatakuwa na uelewa watapata maana halisi ya msamiati kala? Mimi naitwa Silas, sijui unaitwa nani? Enoch, mimi naitwa Enoch. Enoch, ushawahi kukutana na neno hala au ushawahi kusikia watu wanaongelea habari za hala. A, hapana, sijawahi. Kwa hiyo wewe we, ukisikia watu wanaongelea labda Emmanuel ana tabia ya hala atakuja kufungwa, hakuna kitu chochote unachokijenga kwenye akili yako. A, labda, si nzuri labda ya, ya ni tabia ya ukorofi hivyo. Sawa, kwahiyo ukisikia hala unajua itakuwa ni tabia ya ukorofi. Sawa, si mbaya. Asante mrembo, ushawai kukutana na neno hala au ushawai kusikia habari za hala? Nimewahi kusikia neno hala. Ulivyosikia neno hili hala, ulielewa nini, labda au ulipata ulipata ulifikiria nini juu ya neno hala? Neno hala kutokana na mila na desturi ndio kulia. Hala ninamaanisha kifaa cha kuhifadhia kisu. Okay, kwa hiyo kutokana na mila kwenu huko ukisikia hala ni kifaa ambacho kinatumika kuhifadhia kitu. Ni kweli, mlembo, siwezi kukupinga kwa sababu Kiswahili kina maneno mengi si ndio? Ndio. Haya, nashukuru na asante. Na hao ni baadhi wow, ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa. Wao walikuwa na maana tofauti tofauti juu ya msamiati hala, lahasha, na wengine hawakuweza kujua hala ina maana gani. Hasa ni siku tosha nikupe maana halisi ya msamiati hala. Hala maana yake ni kutorosha mke wa mtu. Na kabla tu ya kuhitimisha kipengele hiki, ningependa kukuacha na sentensi inayosema, hala huwa inasababisha migogoro katika familia Yuaidito, nami na kuacha na sentensi inayosema mzele kule amemhala mke wa mzee Swai naam na, na hii ndo maana halisi ya msamiati hala mtazamaji wa Yuaidito kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ni kushukuru kwa kwa nafsi toka mwanzo hadi mwisho ukutane kesho kwa majaliwa uko nami Angel Msele asante na kwa heri